Wa Songwe ndugu, natambua sana uwepo wako na kwa kuwa ni mbunge pekee uliyokuja kutoka mkoa mwingine, basi kwa idhini ya ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu kayangu Mongela, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa kayangu Fadhili Maganya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe Jimbo la Songwe ni mbali sana kutokea hapa, lakini baada ya kusikia taarifa hizi nilimwandikia message kiti wa wabunge wa mkoa wa Songwe, na nimefarijika sana kuona viongozi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe, mwenyekiti wetu yuko hapa na katibu wetu wa mkoa wa Songwe yuko hapa na mimi kwa niaba ya wabunge niko hapa. Sisi kanda ya Mbeya, Mheshimiwa mgeni rasmi Mbea ndiyo wametuzaa sisi, sisi tumezaliwa kutoka Mbeya. Kwa hiyo hatuwezi kuwaacha Mbeya, kwa hiyo na sisi tukasema lazima tuwe pamoja na watu kwa ajili ya ombolezo la ndugu zetu. Wanajua itangawana, lakini naomba basi nikupe katibu mkuu kwa ajili ya rambirambi yangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kabla sijaendelea na itifaki ya viongozi, naomba nitambue uwepo wa wenzetu wa NFRA wapo hapa, nao wana neno. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu CCM Bara